Rais Ruto ametangaza mpango wa kupanua barabara itakayoratibiwa kuunganisha Nairobi, Nakuru, Mau Summit hadi mpaka wa Malaba, kaunti ya Busia. Ahadi ya rais ikifuatia malalamishi ya wananchi walioibua maswali mengi kuhusu mfumo wa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi unaotumika kufadhili miradi kama hiyo. Haya basi, makofi ziara ya siku tatu ya rais William Ruto katika kaunti ya Nakuru imeanza kwa kishindo, ambapo amesisitiza ya nia yake ya kupanua barabara kuu nchini ili kufungua uchumi wa taifa, akitangaza mpango wa kupanua barabara ya Nairobi, Nakuru Mau Summit kufika katika kaunti za Kericho, Kisumu, wasingishu na Busia, akielezea kuwa mradi huo ni sehemu muhimu ya kuimarisha biashara na kuunganisha maeneo mbalimbali. Hiyo barabara ya dualing tunaanzisha mwezi ujao, na tunaanzisha mwezi ujao kwa sababu tumeweka mpango maalum ambayo inaleta private sector katika ujenzi wa barabara. Licha ya mjadala mkali unaoendelea kuhusu wawekezaji binafsi watakaofadhili mradi huo, rais ametetea mfumo huo akisema ndio njia endelevu ya kuleta maendeleo bila ya kuwabebesha Wakenya wa mzigo wa kodi. Kwa hivyo we have to think outside the box if we have to build enough roads In the Republic of Kenya. Barabara hiyo itakuwa na foleni nne za magari kutoka Nairobi hadi Naivasha na kuwa na foleni sita baina ya Naivasha na Nakuru. Your Excellency. Rais Ruto pia amekanusha madai ya upinzani kwamba serikali yake inapendelea maeneo fulani katika miradi ya maendeleo. Siasa duni ya kujaribu kugawanya Wakenya na mapendeleo na ubaguzi haitafanyika chini ya serikali hii. Tunataka tuungane tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Katika ziara hiyo, rais amezindua mpango wa uhifadhi na uboreshaji wa msitu wa Mau, serikali ikionyesha huenda hivi karibuni itabadilisha sera za uagizaji wa mbao na kufufua sekta ya ukataji wa mbao katika eneo la Mau. Katika restoration hii ya Mau pia tunaangalia mambo ya viwanda na biashara manake the raw material for our industries is from our forests. wale watu wako na factory hapa Elbagon Wanione kesho ndio mimi ni wapange wapate miti wa kuja waanzishe factory ya Elbagon. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, Nairobi.